Ulipoteza kibali njoo mahali hapa. Kuna nafasi unatamani Mungu akurudishie, njoo mahali hapa. paka unaitufuatilia kwa njia mtandao. Paka unaitufuatilia kwa njia redio, kwa kaa karibu na redio yako, tunakwenda kuomba sasa. Ulipoteza kibali kwa mume wako, ulipoteza kibali kwa mume o, kwa mke wako, ulipoteza kibali kanisani, ulipoteza kibali kwenye huduma na unatamani Bwana akutane na maisha yako, karibu mahali hapa na usifanye haraka kuondoka rapa sita yaka sita

kandarapo saite yeke sita. E Mungu uliyemtoa Yusufu gerezani, kuna watu wako mahali hapa wanatamani asubuhi ya leo watoke kwenye magereza waliopita kwa muda mrefu. Wengine walisemewa watu vibaya na wenzao kazini, ghafla wakapoteza kibali kwa bosi wao na maisha yao yamekuwa sio mazuri. Bwana leo kawakumbuke, Bwana leo kawakumbuke, Bwana leo kawakumbuke. Wengine walisemewa watu vibaya shuleni, mwalimu aliyokuwa na nampe akaacha kumpenda na hilo jambo linawajeruhu mpaka leho. Watumishi wenzangu, tusaidiane rapa sata yake sita rapa sata yake sita. Wengine walikuwa na kazi nzuri lakini ghafla kazi zimepotea. Jioni ya leo, asubuhi ya leo, bwana anafanya urejesho. Bwana anaenda kufanya urejesho, bwana anaenda kufanya urejesho. rapa sata yake saya rapa mesete yake sita kanda rapa masite yake sita

Natamani mtengeneze duara hapo, mnyooshe mikono kuja huku, mnyooshe mikono kuja huku. Omba kwa mzigo, omba kwa mzigo, omba kwa mzigo. Natamani tuvuke, natamani tuvuke, natamani tuvuke, natamani tuvuke, natamani tuvuke, natamani tuvuke, natamani tuvuke. Raka pasata. Endelea kuomba endelea kuomba, wakati watumishi wenzangu wakabandika mkono. Endelea kuomba endelea kuomba, omba kwa mzigo, jeshi hili livuke, omba kwa mzigo, jeshi hili livuke. rapa unatusikiliza kwa njia ya redio, maombi haya yako pamoja na wewe. Maombi haya yako pamoja na wewe. Maombi haya yako pamoja na wewe. Rakapa sata, rakapa sita. Ninaachilia mpenyo kwenye biashara yako iliyokufa, kwenye biashara yako iliyopoteza kibali. Ninaachilia mpenyo kwenye huduma yako. Ninaachilia mpenyo kwenye kazi yako. Wengine wamepoteza wachumba, wengine wamepoteza ndoa, leo watakurudia. Leo atakurudia yule bwana aliyomkusudia, yule wa kwako. Leo Bwana atamrejesha. rakapasata rapasata yakasia repeseteyekesita rikapasita repeseteyekesata raka pandarapo sita yereke sita rikapa sata karapa sata. Mkono wa Bwana sio mzito, ataushinda kuokoa mzito ataushinda kuokoa. Mkono wa Bwana si mzito, ataushinda kuokoa. Mkono wa Bwana si mzito, ataushinda kuokoa. Raka pasata. Mkono wa Bwana si mzito. Mkono wa Bwana sio mzito. Mkono wa Bwana sio mzito. Mkono wa Bwana sio mzito. Hata ushindwe kuokoa. Mkono wa Bwana sio mzito. Raka pasata Baba tunaachilia nguvu zako. Tunaachilia nguvu zako. Kawachomoe kwenye magereza walioko. Kawachomoe kwenye magereza walioko. Kawachomoe kwenye magereza walioko. Kawachomoe kwenye magereza walioko. Nguvu zangu kuchomoa. Tunaachilia zo nguvu. Tunaachilia zo nguvu. Tuna Tuna achilia zo nguvu, tunaachilia zo nguvu, kachomoke kwenye gereza la kukataliwa. Kila maneno yayo tupe juu yako, tunakuzilia ya tunayafuta kwa damu ya Yesu. tunayafuta kwa damu ya Yesu. Kila ukuta uliowekewa, tunavunja viambaza leo, tunavunja viambaza leo, tunavunja viambaza leo, tunavunja viambaza, tunavunja viambaza, tunavunja viambaza, tunavunja viambaza, tunavunja viambaza. Wapatie nafasi ulio wakusudia, wapewe nafasi, wapatie nafasi uliowakusudia, wakusudia, wapewe nafasi, wapatie nafasi ulio wakusudia, wapewe nafasi, Baba, wapatie nafasi kwenye kazi zao.

Wapatie nafasi. Ni kweli umewapa akili kama Yusufu, lakini wako jela. Ni kweli umewapa akili kama Yusufu, lakini wako jela, wako jela. Watoe gerezani, akili zao zikatumike sasa, vipaji vyao vikatumike sasa, karama zao zikatumike sasa, watoe magerezani. Fungua wa macho ya mabosi wao wakawaone sasa, sasa. Fungua macho ya mabosi wao wakawaone. Fungua wa macho ya mabosi wakawaone sasa, fungua macho ya wakuu wao wakawaone sasa, wapatie nafasi, wapatie nafasi. Umeweka vitu vizuri ndani yao, lakini havionekani, lakini havionekani, lakini havionekani. Umeweka vitu vizuri ndani yao, lakini havionekani. Raka sata, fanya njia, fanya njia, fanya njia, Jehova fanya njia, Jehova fanya njia, Jehova fanya njia, Jehova oraka pasita, fanya njia kuna waimbaji wako hapa walistahili kuwa wa kimataifa. Wali chao, ki wa kimataifa walistahili kuvuka viwango vingine, lakini kibali chao kimefinyuliwa mahali. Wape wape mpenyo mpenyo, wape mpenyo, wape mpenyo. Jehova, fanya njia. Baba, tazama machozi yao, tazama kuugua kwao, tazama misiba iliyoko ndani yao. Tazama machozi yao, tazama kuugua kwao, tazama misiba iliyoko ndani yao. Tazama machozi, machozi yao raka pasata Bwana ukawakumbuke Bwana wako kawakumbuke, paka kwenye redio, paka kwenye TV, paka kwenye mtandao. Raka pa sita kumbuka machozi yao, tazama kukua kwao, kawatoe kwenye magereza. Wengine wamekata tamaa na wokovu kabisa kutokana na hali hiyo, watia nguvu, wape nguvu mpya tena, wape nguvu mpya tena, wape nguvu mpya tena, wape nguvu mpya tena, wape nguvu mpya tena, wape nguvu mpya tena. Raka pa saba Karapasita ulioko kwenye redio au kwa njia mtandao, na mahali hapa, ni mgonjwa, una maumivu weka mkono sehemu yenye maumivu. Una ndugu yako anaumwa, weka mkono sehemu yenye mniokuuma. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia uzima kwa ajili ya watoto wako walioko mahali hapa, kwenye njia mtandao, kwenye njia ya redio, walio wagonjwa. Ninakausha kansa kwenye utumbo kwa jina la Yesu Kristo, kansa ya utumbo ninaifuta kuanzia sasa

Tunatangaza kumweka huru, tunatangaza kumfungua. Baba, ninaachilia uzima kwa watoto wako, ponya majeraha yao ya ndani, ponya maumivu yao ya ndani, ponya majeraha yao ya ndani. Mioyo yao inavuja damu, badilisha damu inayovuja, ivuje damu yako ya uzima. Damu yako ya uzima idondoke kwenye mioyo yao, na sio tena damu ya majeraha, sio tena damu ya maumivu. Mungu ninakushukuru, unatusikiliza kwa njia ya redio na kwa njia ya tv ha. Uh, kwa njia ya YouTube lakini Yesu sio Bwana na mwokozi wa maisha yako. Ni kweli tumefundisha, ni kweli tumehubiri, ni kweli Mungu amekuhudumia, lakini kuna kitu muhimu unahitaji kukifanya, kuna maamuzi mo muhimu unahitaji kuyafanya. Ni kutie moyo kumkabidhi Yesu maisha yako ili awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, wa maisha yako. kapa sitereke sita, basi fuatisha pamoja nami sala ya toba, sema e hey, Mungu Baba, ninakuja mbele zako mimi ni mwenye dhambi, yafute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, na uyaandike sasa kwenye kitabu cha uzima milele. Amen. Ngoja nikuombee. Baba, nakushukuru kwa maamuzi aliyofanya mtoto huyu ya kuokoka, mlinde, mpiganie, muwezeshe kudumu kwenye uokovu, na nguvu za giza zinazonuia kumrudisha nyuma ninazikemea kuanzia sasa. Amen. Hongera kwa kuokoka. Tafuta kanisa la watu walio hai, ukaabudu hapo. Uko Simiu, uko wapi? popote Pale kuna makanisa ya watu waliokoka, ukaabudu hapo. Lakini kama uko saraundi ya hapa Mwanza mjini, mahali popote pale, tunakukaribisha kwenye kanisa letu hili, nimekwambia kanisa la chuo. Tuko hapa Mwanza tu, panda magari ya kuelekea Pasiasi, shuka kituo kinachoitwa Nyamanoro, ulizia kanisa la chuo cha Biblia cha TAG ama eneo la Bwiru hili karibu mahali hapa, na Bwana atakutana na wewe. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga 0759859287 0759859287 na mtangazaji aliyoko studio pia atakutajia namba hizo na address na, na, na, na yetu ya kanisa mahali lipo. Mungu azidi kukubariki Amen.